Mungu kiini cha kazi ndio moto wetu katika conference yetu hii ya South Nyanza, na ambapo moja ya ma misisitizo mikubwa tunayoifanya katika miaka hii ya 2025 mpaka 2030 ni, ni kubadili taswira image change, ambapo katika makao makuu ya kanisa Eh, tuna mradi mkubwa wa ujenzi wa ofisi za makao makuu unaofanyika pale Mwananchi, hapa katika jiji la la Mwanza. Ninakualika eh, wazee wote wa kanisa kuhudhuria katika mkutano mkubwa SNC, Mungu kiini cha kazi. Napenda kualika wachungaji wenzangu wote pamoja na wazee wa makanisa yote South Nyanza Conference. Tutakuwa hapa siku ya Jumapili tarehe 16 ya mwezi wa 11 mwaka huu 2025. Mimi nitakuwepo. Karibu. Mimi na wazee wangu 30 kutoka mtaa wa Mabatini nitakuwepo. Mungu Kiini cha Kazi. Mungu Kiini cha Kazi. Mimi nitakuwepo. Jimbo la Nyanza Kusini, Mungu Kiini cha Kazi. Mimi nitakuwepo pale Mwananchi, karibuni wote tuungane.